Rita ameendeleza vita dhidi ya Zuchu baada ya Zuchu kumchokoza akimpiga vijembe ile siku ambapo aliandaa kigoma akiwa na mama yake Hadija Kopa na watu wengine na kutupa madongo kwa Rita. Rita alimjibu na leo tena pia ameweka kitu kingine kwenye peji yake ya Instagram kupitia Insta story. Ameshare video hii hapa, alafu ameandika guys be ready for upcoming new video Kija kijakazi wetu featuring my love. Ameweka emoji za ku smile hapa. So, anachokimaanisha ni kwamba kaa tayari kwa video mpya e, kutoka kwa kijakazi wetu akimshirikisha mpenzi wangu. Kijakazi ni nani hapa? Ni Zuchu ambaye analengwa. Alafu kwenye background unasikika wimbo wa Diamond Platnumz Haunisumbui, na ameshea ile mistari ambayo inasema kwamba Diamond alikuwa akisema kwamba unaowatuma kuntukana mi siogopi mashushu wala michambo kutwa kwa mapeji feki kama lokole inahusu mkwe hakutaki eti mwenzangu pole mbona kuntu. So ni video ambayo Rita ameishare kwenye peji yake ya Instagram kupitia Insta story akisema kwamba kuna video inakuja kati ya kijakazi wao na mpenzi wake. Sasa imagine <laughs> anamwita Zuchu kijakazi ni dongo hilo lingine, lakini pia ameweka huo wimbo ambao nasema ni wa Diamond Platinumz unaitwa Haunisumbui, ulitoka miaka kadhaa nyuma, na ameshia ayo mashairi ambayo umesikia hapo. So kumbuka pia moja ya story ambazo zimekuwa mtandaoni ni kwamba mama mkwe, kwa maana ya mama Dangote, hamtaki Zuchu. Ndio hicho ambacho Ritha nakiweka hapo, akisema kwamba mkwe hakutaki mwenzangu, pole mbona kuntu lakini pia kuna tetesi za kwamba ilikuwa sijui Diamond akalipe mahari akapeleke mahari kumlipia Zuchu, ila siku ya mahari hakutokea. Zipo hizo zinazozungumzwa, so nadhani hiyo mistari ambayo Rita ameiweka ni kuendelea e, kuchochea zile tetesi ambazo zimekuwepo za haya mambo kwamba alikimbiwa siku ya mahari, lakini pia mkwe hamtaki kwa maana ya mama Dangote. Kinachonifanya nijiulize sana, Rita anapata wapi nguvu ya kuandika vitu kama hivi hali ukifahamu kwamba kwa mkwara ambao Diamond aliupiga ile siku akisema kwamba anataka kumblackmail e, na mambo mengine, lakini pia tetesi ambazo zipo, sio taarifa rasmi, zipo za kwamba ameshashtakiwa na vitu kama hivyo. Kama ni kweli ameshitakiwa, nguvu ya kuendelea kuandika mambo kama haya anaitwa wapi? Sijui kama unawaza vile ambavyo mimi nawaza <laughs> unaelewa, manake mwenye kumpa jeuri ya kuandika hivi vyote ni muhusika mwenyewe Diamond Platinums, sasa I'm just thinking, inawezekana, nawaza sana, nafikiria kwa sauti sana, lakini najaribu kuwaza tu maybe wamerudiana, who knows that? Ama Diamond is behind this, kama na kwamba anampa hiyo jeuri, kwamba wewe andika tu, don't, never mind, just do anything, unanifahamu vizuri, na ndio maana Ritha amekuwa na hiyo confidence sasa hivi anaandika eh, mambo waziwazi kabisa, haogopi tena, kwa sababu ukiangalia haya maneno yake ni anamchana vibaya kwamba kijakazi featuring my love lakini pia unasikika wimbo wa Diamond haunisumbui, na mashairi kama hayo, mkwe hakutaki na vitu kama hivyo, sijui. Nisaidie kuwaza hapo chini kwenye sehemu ya comments, niambie wewe unafikiria nini. Lakini pia nikukumbushe kusubscribe hapa SnS kwa taarifa nyingine kila wakati.